uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii simulizi si nyingine inaitwa sina makosa sehemu ya kumi na sita sina makosa ni simulizi ambayo inamwangazia kijana wa kuitwa kitulo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 Baada ya, ku, ya kukataa kabisa kwa herufi kubwa, yaani anaonekana yuko siriasi kweli kweli, hataki kuambiwa, hataki kusikia la mnadiswara wala la mwadhini, wengine hupenda kus, kusema hivyo. Yaani ni mtu ambaye hataki kabisa kuambiwa jambo lolote juu ya maswara yoyote, alichokiamua ndo anataka kiwe hapo ndipo ambapo Kituro alikataa. Baada ya kukataa, Angela akaona hivi, huyu mtu ananikatalia hivi? Delila ashawahi kushindwa kitu chochote kwa Samsoni? Ngoja nimwonyeshe. Hapo ndipo ambapo alipowasha ndani taa ili pasiwe giza, alafu baadaye akavua nguo zote akabaki uchi kama alivyozaliwa, alafu akaja na kuanza kumkumbatia kum, huyu kijana wa kuitwa Kituro. Kituro anajaribu kugoma lakini huyu Anjera akachukulia ni kama michezo, anajaribu kukataa, anajaribu kumbinua, kumtupa kitandani huko, lakini anarudi ukweli, kutokana na umbile lake zuri. Mtoto ameumbika, mashallah, ni mrembo Zegadi huko aliko, aliendelea zake na kuuza karanga. Lakini kituro huku ndani pakawa pagumu, akaanza kuwaza achukue funguo, aondoke moja kwa moja mpaka nje. Lakini baada ya kusimama kwenda kuchukua ufunguo kwa sababu wakati anafungua kile kitasa, wanaingia ndani, ufunguo alijisahau akauchomeka katika kitasa kwa ndani, alafu ndipo ambapo alipo aliporudishia mlango. Sasa kilichofanyika Angela, alichukua ule ufunguo na akapafunga kabisa, akachukua ule ufunguo akatunza kwenye mkoba wake sina kujua Kituro kwamba Angela atakuwa ametunza wapi ufunguo, yeye alijua huko pale pale kwenye mlango. Alisimama Angela, aliendelea kutweta hapo hapo kitandani. Baada ya kwenda pale kuangalia katika mlango, Kituro huyu alikuta hakuna chochote, ufunguo hamna. Hapo ndipo alipowaza ikiwezekana apige kelele. Lakini wakati anaendelea anaendelea ku, ku, ku, ku, kumwambia wewe wewe wewe, akiwa anasema kwa nguvu ili ikiwezekana wapangaji wengine kule nje wasikie. Hapo ndipo ambapo Anjera alisimama kwa hasira akaenda moja kwa moja mpaka kufika pale, akaamua kumvua nguo zake kwa lazima. Hapo kituo aliamua kukataa, alijaribu kujiokoa katika mikono ya Anjera lakini hakuweza, kwa sababu Anjera tayari midadi imeshampanda, ni kama mtu ambaye amepandisha mashetani huko wewe mwenyewe peke yako utamweza wapi? Ngoma ikawa ngumu, cha kuja kushangaa kutokana na nguvu ya midadi alinyenyuliwa. Kumbuka, kituro ni mrefu, Anjela ni mfupi, lakini cha kuja kushangaa alimnyenyua na kumtupia huko kitandani, hatimaye akamzidi nguvu na kwenda, akamvua nguo kilazima. Hakutaka tena kuzungumza chochote, yeye anataka kupiga kelele. Ndipo ambapo Angela alizungumza huku akisema ni ole wako upige kelele yenu, kipiga kelele sawa mimi huku ndani nitakushtaki, wewe ndo ulikuwa unataka kunibaka sawa. Tena bora ta utulie ili mambo yaweze kwenda sawa. Yani ukijichanganya tu kunipigia kelele, ukijichanganya, nakwambia kijana, ukijichanganya utajua upande wangu wa pili. Mimi ndo Anjera, amna kitu ambacho nishawahi kushindwa. Kwa makini kijana, kwa makini bora tu nisaidie mambo haya yaweze kuisha, na sivyo kinipigia tu kelele, mimi mwenyewe ndo nitasema alikuwa anataka kunibaka, ameona nimemshika uume wake, kwa hiyo amekasirika, anataka ameona, apige kelele. Kwa hiyo bora hata ungetulia tu yeah. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo hapo Kituro akashindwa namna ya kufanya, kwa sababu kama endapo angepiga kelele wakati wapangaji waliokutwa wakiwepo na huyo mwanadada Angela, pamoja na kituro walikuwa wachache sana, lakini kwa wakati huo ambapo wanajaribu kumlazimisha walikuwa wameongezeka na wakati wanaingia ndani, kituro alijaribu kuwasalimia, lakini hawakuweza kumuitikia. Hata anjera alivyosalimia, hawakuweza kuitikia. Ni kwa sababu walikuwa wako bize na mambo yao, hawakuangalia huku katika mlango wa kina kituro kwamba ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo wao bado wanaendelea kuona mlango umefungwa, hawajui kama kina kituro wamesha rudi, kwa sababu hakuna mtu ambaye aliyemuona kituro akiwa narudi. Wote walikuwa bize na mambo yao. Sasa alikaa chini na kuwaza kama endapo atapiga kelele kweli, huyu dada endapo ataamua ye mwenyewe, baada ya kelele ya kituro, huyu dada akaamua kusema kwamba alikuwa anataka kubakwa, kituro ndo atakayaingia katika ya ngumu kwa sababu amepitisha mwanadada wao wakiwa hawajui. Sasa hapo, alikaa chini na kutafakari afanye nini. Akiwa amelala hapo hapo kitandani, binti alianza kutoa jembe la mwanaume na kuanza kujiwekea yeye sehemu yake. Aa, baada ya kuangukiwa kifuani kisawasawa, we alivyoanza tu ku kuyakatakata hivi mauno, Aa, kituro mwenyewe akaanza ku kusikia raha ya ajabu, yaani hataki kabisa, kama endapo angeweza kutoka kilichofanyika. Ehe, akakumbatia mambo yakaendelea, salikuwa anajifanya kwamba hataki mbele ya Delila Samsoni hachomoi hiyo ndio ambayo tumebaki tunasema. Kwa hiyo mambo yakafanyika vizuri kabisa na baada ya kumalizika alijaribu kuuliza kama endapo kuna mashuka mengine Angela, akaambiwa yapo. Basi yale akayatoa, akamwambia alete mengine, akayaleta, aka Angela mwenyewe akatandika na nyingine ya kujifunika akaweka kabisa mchagoni kama jinsi walivyokuwa wameweka ingawa ni mengine, akachukua yale mashuka akafungua mlango akaenda katika kisima pale pale walipopanga akachota maji na kuanza kuyafua. Baada ya kumaliza, aliingia ndani ya kurekebisha ile mboga, hatimaye akaipika na kuweka mchuzi mzuri kabisa kwa ajili ya kituro. Baada ya kumaliza wakaagana pale, akamwaga kwa mabusu. Baada ya kutoka kuoga, alivyomwaga kwa mabusu na kwa mikumbatio, basi akawa amempatia namba yake ya simu, akaondoka. Baada ya kuondoka, Zegadi alikuja baada ya risali moja, ambapo Angela alikuwa tayari ameshaondoka ndani ya risali moja, Zigadi ndipo ambapo aliporudi. Baada ya kurudi alikuta mashuka ambayo yaliyokuwa ndani yametandikwa basi, yameanikwa na yamefuliwa. Kuingia ndani akasikia kuna perfume za kike humo ndani zinanukia kama mwanamke hivi ametoka kuoga. Kajaribu kutazama, tazama ndani, akaona hamna, hamna mtu. Kutoka nje kuangalia pale nyuma ambapo walikuwa wame, wanapenda kukaa wapangaji, wote wanapenda kukaa kwa sababu kuna kivuli, akamkuta Bwana Kituro, ndipo ambapo amekaa. Alipojaribu kumhoji kwamba ni kitu gani ambacho kilitokea akamwambia akaanza kuzungumza huku akisema, <coughs> rafiki yangu, mimi nakuambiaga hawa wadada watakujaga kututoa roho leo. Si akaja Regina tena mpaka hapa, akajifanya eti yeye anajua hii <coughs> mwanangu, nimempelekea moto kudadadade Unaona, mpaka mashuka meacha meafua humo eh? Ndani, nenda kafunue uone mboga imepikwa vizuri. Regina huyo eti analilia eti niendelee, niendelee, anazidi kuniomba msamaha ni msamehe sasa, nami nimekataa. Mpaka tulikuwa na sister, yaani hadi sista nilivyomsimulia ameamua kuondoka. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Zegadi alizungumza huku akisema, hilo <laughs> ni jambo jema sana ah, rafiki yangu. Kumbe na mimi lecho nije nimpelekee moto, nijifanye kama vile nimemsamehe, alafu nimpelekee moto kudadadadeki mambo yaweze kwenda sawa, au una nishaurije? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Kitulo akazungumza huko akisema, sasa rafiki yangu, we unajua kabisa sisi tuko singo, kwa nini tusiwe tuna wachapa kuchapa mambo tu afu unaachana naye yani mpaka hapo utakapopata wakuoa kabisa, ambaye yuko sahihi. Akija we chapa tu, usiwaze baada ya kuzungumza maneno kama hayo Zegadi akazungumza huku akisema mm, na inaonekana umemlizisha kweli yaani, mpaka kupika mboga vizuri, kuacha me eh, amefua mashuka hii hi nzuri vizuri kabisa, yaani hapo safi kabisa, kijana hapo sasa, wewe ndio utakao utakao utakaonitangulia kumleta shemeji, au si? Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya kumi na sita ya simulizi inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa, tumemwona Bwana kituro akiwa anaendelea kugoma goma. Hatimaye binti aliamua kutumia triki moja, kwamba endapo kituro atapiga kelele, yeye watu watakapoanza kuja, atasema kwamba alikuwa anajaribu kumlazimisha, anataka mbake. Kwa hiyo akaamua kukamata jembe lake, kwamba anataka kulazimishwa anataka ambake kwa hiyo amekamata jembe, ndo kijana ameona apige kelele. Sasa naye akaona, mm, hapo mambo yatakuwa magumu, ni bora tu anyamaze aangalie namna jinsi ya kuweza kujinasua, lakini ilishindikana. Binti alikuwa na nguvu za ajabu kutokana na midadi, au inawezekana alikuwa amekaa sana muda mrefu hajawahi kufanya hicho kitu. Hehehe. Msikilizaji unaweza ukakaa chini ukatafakari kwa nini alikuwa na nguvu nyingi sana hali ya kwamba yeye ni mfupi hmm? Yeye ni mnene mnene, Angela afu ni mfupi, lakini huyu kijana ni mrefu ingawa ni mwembamba, lakini si ni kijana tayari, ni mwanaume huyo, lazima ana nguvu zake. Sasa mdada eh alafu anakuzidi nguvu unaonaje hiyo kitu? <laughs> Haya, endelea kuifuatilia usiache ili tuweze kujua huko mbele nini ambacho kinachoendelea kujiri. Amesema kwamba Kitulo kwamba ni yeye jina ndo aliyokuwa amekuja amempelekea moto huyo, kumbe Zegadi hajui aliyepelekewa moto ni Angela ambaye ni dada yake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 kama hauja subscribe like, kama endapo inaendelea kukugusa simulizi hii, share kwa wenzako, ili nao waweze kujifunza pia. Comment kwa haya mambo ambayo nayaona. Je, wewe ni zegadi au wewe ni kituro? Na vipi kama wewe ni kituro, yamekutokea mambo kama haya, utafanya nii? Haya, mimi ni kuage niseme kwa heri, ni hasidi zero tu. Baba Sam The King mpaka sehemu ijayo, ni kuage niseme alamsiki. unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.